Wakati tunaanza kutoa taarifa ulitoa maelekezo kwamba tuwe watulivu tusikilize. Imethibitika bila shaka yoyote kuwa hiki ni chama chenye nidhamu, chama serious kwenye mambo serious kinakuwa serious, na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti, toka tumeanza kuangalia video hii pamoja na urefu wake, uliona wajumbe wote wametulia kwenye viti vyao tena waliokuwa wakishauriana hapa na pale waliacha kufanya hivyo ili kufuatilia mambo serious. Ninawashukuru sana waheshimiwa wajumbe kwa kufuatilia kwa ukaribu. Mheshimiwa mwenyekiti, mambo yote tuliyoyaonyesha yasingefanikiwa kama kusingekuwa na ushiriki wa Watanzania wote ambao katika maeneo yao wamekuwa pamoja na serikali yao kuhakikisha kuwa yote yaliyoahidiwa kwenye ilani yanatokea na wao wakiwa wanufaika wa kwanza. Naomba kukushukuru sana wewe Mwenyekiti kwa kufanikisha haya yote. Nimshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa uongozi wenu kwa kutupa dira na mwelekeo, kuyafanya haya yatokee. Miaka mitano tuliyonayo tunayakujivunia kama Watanzania, ni ukweli usiopingika kuwa nchi yote, bara na visiwani, inatimka vumbi kwa maendeleo mliyoyasimamia wenyewe. Naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kwa kweli angetamani kuwepo hapa yaseme yeye mwenyewe, lakini kwa usimamizi wake mzuri miongoni mwetu katika serikali yako. Naomba niwashukuru waheshimiwa mawaziri wote, waheshimiwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya zote, waheshimiwa wabunge, wakurugenzi wa halmashauri, madiwani, wakuu wa taasisi za serikali, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ambavyo, mheshimiwa mwenyekiti kila mmoja ni shahidi kuwa taifa letu limeendelea kuwa na amani na utulivu kwa sababu ya vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Wakati sisi tumelala, wao hawalali, ili kila Mtanzania awe salama, yeye na mali zake. Nataka niwapongeze sana na kuwashukuru sana, kwamba maendeleo haya kama kusingekuwa na amani na utulivu na usimamizi mzuri wa vyombo vyetu, bila shaka ingekuwa ndoto, tusingeweza kuyafikia. Naomba ni sekta binafsi. Wito wako Mheshimiwa Rais ulipowaambia sekta binafsi ni wadau muhimu wa maendeleo ya nchi yetu, waliitikia wito wako na wametoa fedha zao na kuendeleza miradi mbalimbali mbali, ili tuweze kuyapata maendeleo haya. Nawashukuru wabia wa maendeleo wa ndani na nje, asasi za kiraia nawashukuru sana makatibu tawala, maku, makatibu wakuu, makatibu tawala wa mikoa na wa wilaya, maafisa tarafa, maafisa watendaji wa kata, maafisa watendaji wa vijiji na hata wenye viti wetu wa vijiji na vitongoji kote waliko nchini, kwa namna moja au nyingine wameshiriki kwenye utekelezaji wa ilani hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru sana sana viongozi wa dini, mila, vyama rafiki vya siasa ambavyo vimeendelea kuwepo na kuthibitisha uwepo wa demokrasia ndani ya nchi yetu. Nawashukuru wana CCM wote ambao wakati wote kupitia viongozi waliopo walikagua miradi mbalimbali mbali ya maendeleo kwenye maeneo yao, huku wakijiita wao ni wenye duka na serikali ni muuzaji. Tunawashukuru sana, wenye duka, mmesimamia vema mafanikio haya tuliyoyapata, na ndio maana leo tuko hapa. Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, sisimizi alipanda begani kwa ndovu wakati ndovu akivuka daraja la miti. Wakati ndovu akipita juu ya daraja lile kwa uzito wake, daraja lile lilitikisika sana. Sisimizi akiwa begani kwa ndovu alijua daraja lile linatikisika, lakini hakujua kiwango cha mtikisiko wa, wa, wa daraja lile. Ndovu alipovuka ng'ambo ya pili ya daraja lile, sisimizi alisogea sikioni kwa tembo yule ama ndovu, akamwambia, ndugu yangu ndovu, mimi na wewe tumelitikisa daraja Mheshimiwa Mwenyekiti, uongozi wako na usimamizi wako, ufuatiliaji wako, kujali kwako na kwa kweli wakati fulani ukali wako, ilikuwa ndio ndovu aliyetufanya tuvuke ng'ambo ya pili. Waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa wakuu wa mikoa, pamoja na wakuu wa wilaya, kila tulikotembelea na kufanya ziara walikuwa na salamu za mambo yaliyofanyika kwenye maeneo yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, Yalifanyika haya, sio kwa bahati mbaya, ni kwa sababu wao walikuwa juu ya bega la ndovu atikisaye madaraja. Pale bungeni, waheshimiwa bunge, kila wakati walipokuwa wakichangia walianza na ni kama walifundishwa na mtu kuanza kwa kushukuru kwa yale yaliyotokea kwenye maeneo yao, wakijivunia mafanikio makubwa ambayo mengine tumeyaona hapa. Haya hayakutokea kwa sababu yoyote, ni kwa sababu walikuwa juu ya bega la ndovu atikisaye madaraja. Ndugu mwenyekiti, maafisa watendaji wa kata, maafisa watendaji wa vijiji, madiwani, kila tulipofanya ziara na wenzangu serikalini, walituma salamu nyingi kwako wakikushukuru sana kwa mambo mengi walioyafanya huku, wakisema hatumdai ila yeye anatudai. Hawakufanya hivyo kwa sababu yoyote, ni kwa sababu walikuwa juu ya ndovu watikisae madaraja. Uongozi wako haukutambulika ndani ya nchi pekee, umetambuliwa ndani na nje ya nchi, ndio maana Mheshimiwa Rais umetajwa mara kadhaa kama kiongozi maarufu duniani kwenye majarida mbalimbali mbali. Umepewa tuzo za heshima sita duniani, umepewa udaktari wa heshima mara sita na vyuo vikuu mbalimbali ndani na nje ya nchi. Ndio maana mwenyekiti wetu, mwezi Januari mwaka huu, mkutano huu wenye wajumbe hawa hawa kwenye ukumbi huu huu tena wakiwa na sare hizi hizi, hawakuwa na jingine zaidi ya kusema yeye ajuae kutikisa madaraja, tumwache aendelee kwa awamu nyingine. Tuyatikise madaraja. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, yaliyotokea wakati wa uongozi wako ni mengi. Umekuwa kinara wa nishati ya kupikia barani Afrika. Bara lote la Afrika na dunia nzima inatambua kuwa ukitaka kutaja nishati safi ya kupikia bila shaka, huwezi kuacha kumtaja Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio maana mwezi wa kwanza mwaka huu, Benki ya Dunia pamoja na Benki ya Maendeleo ya Afrika pamoja na Rockefeller kwa pamoja walikufata wewe, wakakuomba kwa kuwa bara la Afrika lina changamoto ya umeme, basi wewe wewe mwenyeji wa kutoa darasa kwa nchi nyingine za Afrika katika upelekaji wa umeme kwenye mabara letu la Afrika. Mheshimiwa Rais, ulifanya kazi hiyo na kupokea na ndio maana leo bara zima la Afrika tuna kile kitu kinachoitwa the Dar es Salaam Declaration. Hakikutokea kwa bahati mbaya, ni kwa sababu upo wewe, unaye yatikisa madaraja. Naomba kukushukuru tena kwa uongozi wako, nikushukuru tena kwa kunipa nafasi hii adhimu na kwa unyenyekevu mkubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asanteni waheshimiwa wajumbe. Sisiemoye, piga makofi ya kishindo kwa naibu waziri mkuu kwa uwasilishaji mzuri. Ndugu mwenyekiti, baada ya kupokea taarifa ya utekelezaji wa Ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ruhusa yako, wakati wajumbe wakitafakari, naomba uruhusu tupate burudani fupi kutoka kwa Mrisho Poto.